Pamoja na hali ya hewa ya kuanza mapema kwa mvua, ITV ilifika katika vituo maalum vilivyowekwa kwa ajili ya upigaji kura hiyo ya mapema na kukuta askari wa vikosi mbalimbali, wanajeshi na jeshi la polisi, wakiwa katika mchakato wa kupiga kura. Hapo mwenyekiti wa tume hiyo ya ZEC ya uchaguzi, jaji Joseph Kazi, ambaye alikuwa katika kituo cha shule tumekuja, akatoa kauli yake baada ya kushuhudia zoezi hilo Sheria inaelekeza ina, ina, ina kwamba katika upigaji wa kura ya mapema, tume inatakiwa iweke orodha ya wale wote wanaopiga kura ya mapema, lakini katika ile kura sasa, ile ya, ya, ya pamoja, ndio unaweka daftari. Sasa kwa leo, yule ambaye yuko kwenye orodha anakuwa moja kwa moja yuko kwenye daftari katika ile eneo ambalo anatakiwa apige kura. Na baadhi ya wadau wa uchaguzi na wawakala wakatoa kauli zao kuhusu changamoto zilizokuwepo katika upigaji wa kura wa mapema. tukalinganisha na daftari hao watu sura zao, wakazi wote, warika lote, vijana wazee, hakuna mtu mmoja anayewatambua. Tumeripoti sasa. Vipi tunashinda? Tunashinda kwa sababu kwanza, wakipiga zote hizo mia tisa, jimbo hili linawapiga la kazi 109. Kwa hiyo hii ni kama asilimia sijui ngapi. Nawaomba tena, nawaomba sana wananchi, tuendeleze kuwa na amani, lakini tusubiri matokeo yatakavyokuja basi, tuyapokee tuyapokee vizuri, lakini kwenye haki basi patendeke. Atakayeshindwa akubali kushindwa na atakayeshinda akubali kuwa yeye ni mshindi. Kutokana na changamoto hizo za wadau na uchaguzi, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Jaji Joseph Kazi akazungumza tena na vyombo vya habari kutolea kauli ufafanuzi wa kauli hizo zilizotajwa kuwa ni changamoto. Swala la walokuwa wanajitokeza kwamba kuna wanajeshi katika jimbo la Pangawe wakati wakati pale hakuna kambi e. Sheria hairuhusu kuandikisha au kwenye kambi kuwa na, na, na vituo vya kupiga kura. Kama kuna wanajeshi sehemu yote, wale vile vile ni wananchi na wanakuwa wameandikishwa katika maeneo yale. Kwa hiyo pale ambapo wanakuja kuombewa wale wote ambao watafanya uh, watakuwa wanasimamia shughuli za uchaguzi siku ya uchaguzi, ambao wanatoka kwenye ni polisi, wanajeshi au vikosi yale maombi yao yanayoletwa, wanaangaliwa vile vile wameandikishwa wapi, kwa sababu ndio sehemu ambayo watakiwa aenda kupiga kura.